Nyota wa klabu ya Simba kaptan Shomari Kapombe K baba Esta yupo kwenye tuzo za CAF Awards katika kipengele cha mchezaji wa mwaka kwenye ngazi ya klabu, mchezaji wa kiume wa mwaka kwenye ngazi ya klabu kinaitwa Interclub Prayer of the Year. Katika kinyang'anyiro hicho kuna wachezaji kama Ismail Belkasem kutoka Algeria, kuna mchezaji Blati Toure ambaye anakipiga pale Pyramid football Club, lakini ni raia wa Burkina Faso. Yuko Isuf Dayo kutoka Burkina Faso ambaye anakipiga Ares Berkane, lakini pia yuko Fiston Kalala Majele raia wa nchi ya Congo DR ambaye anakipiga pale Pyramid Football Club. Yuko Emam Ashour ambaye anatokea kule nchini Misri katika klabu ya Al Ahly. Yuko Ibrahim Adel kutoka Pyramid 9 raia wa nchi ya Misri. Yuko Mohamed Hermath kutoka AS FAR Rabat kutoka nchini Moroko. Yuko Muhamed Chibi kutoka pale katika klabu ya Pyramid ambayo iko kule nchini Misri lakini ni raia wa nchi ya Moroko. Yuko usma la milui raia wa nchi ya Morocco, ambaye anakipiga RS Berkane na Shomari Kapombe kutoka Tanzania, Simba Sports Club. Congratulations sana Shomari Kapombe, the captain of Simba Sports Club. Hakika hii ni hatua kubwa sana, kijana kutoka Tanzania anakuwa kwenye kinyang'anyiro cha wachezaji nyota kwelikweli wa Afrika kwenye ngazi ya club, inter club Player of the Year 2025 CAF Awards.